Yesu Kristo. Kristo. Habari ya Jumapili. Ndugu zangu eh, katika mfululizo wa majuma haya siku hizi za mwisho mwisho <laughs> wa liturujia yetu tunasikia habari na tumeongea habari nyingi sana, habari za mwisho, habari za nyakati zijazo, habari za mwisho wa maisha yetu, na leo nasikia ktika somo la kwanza na somo la pili ni maada hiyo inayotawala, na mimi naona ntawachosha kusema sana habari hizo. Mnaanza kuwa na hofu eh, mnaanza kuwa na hofu, na kila mmoja anawezekana akaingia upande mwingine wa maisha yake, kwa sababu ya kusikia mara nyingi habari hizi ngumu, sababu hatuzipeizp <laughs> jema lakini ni habari za hakika ambazo ni lazima ziwepo, upende usipendi. Ila leo kutokana na jinsi ambavyo masomo yetu wanatupa wenzetu walivyokuwa nahangaikia mawazo hayo ya habari za mwisho namna, eh, itakavyokuwa kila mmoja anajaribu kufikiri sana. Hata sisi leo huenda ikawa ni ngumu, kama anavyosema wengine, hatupendi kwamba leo ungeambiwa pale, yaani kesho kutwa ndio utakufa. Ungeambiwa leo kesho kutwa ndio fanya, utafanyaje ni? <coughs> <coughs> hebu niambie utakachokifanya ndani ya siku hizi mbili, kesho kutwa unakufa <coughs> yeah. Sina uhakika, sina uhakika, lakini ule gerezani waliokulia wa kunyongwa, nasikia siku zikaribia, wanaanza kula vizuri. Sina uhakika, nasikia sikia, sijui kama chakula kinamezeka anapojua tarehe yake imekaribia ya kunyongwa. Na wewe ungekuwa ungekuwa katika mazingira kama hayo, usiwashangae wenzetu. Katika somo la injili tumesikia Yesu anapozungumza habari hizi nyakati za mwisho, namna itakavyokuwa. Swali linakuja, mzee <coughs> litakuwa lini? na nini ishara yake kwamba mambo hayo karibu kutokea? Unafikiri swali lengo ni nini? Wajiandae, sio wajiandae. Sasa kama ungeambiwa na wewe ujiandae kwa tukio hilo, unafikiri kitu gani ambacho ndani ya fikra zako kikikuwa kina kina trend kwenye akili yako? kitu gani yeah? na hisi na hisi hata mambo ya miundombinu mizuri katika maeneo yetu tusingeangaika nayo, mambo ya kujenga nyumba nzuri na kubwa tusingeangaika nazo mambo ya kupanda kahawa tusingehangaika. Saa hizi mbolea ulizonunua ungefikiria nani umuuzia, atakaambia na siku zake bado zinaendelea. Yesu, leo ungeimba kwa shangwe sana, huenda au usingekuja kanisani, na nategemea mtazamo wako ungekuwaje, kwamba siku zinakaribia, lakini tunachotumaini kwamba tumefungwa tujuu, lakini leo kutoka na mazingira hayo. Haya, leo nimeona niungane na Paulo mtume ambaye ameenda kuzungumza na Wakristo wake waliokuwa na mtazamo hasi na mwelekeo hasi, namna ya kuchukuliana na siku hizo. Huo ameamua waliposikia kuna siku za mwisho zinakaribia, wakaanza uvivu, hawafanyi chochote, waliosubiri siku na kuna wakati fulani tuliambiwa, mwaka elfu mbili na ngapi ndio mwisho wa dunia. Ishalitokea? mlifanya nini? mlisubilije siku ile? <laughs> E, mlisubilije? Ndi haya ambayo Yesu anasema msije mkadanganywa, watakuja watu na lugha za aina mbalimbali, kila mmoja ni mtaji wake anajua anachotaka kufanya, na wengine walisha- walishatoa nyumba kwa ajili ya mpasa kwa ajili ya mchungaji, si kwa ajili nani? Watoto wa nyumba, mashamba, anasubiri siku ya kufa, kwamba hazitakuwa na maana. Sasa huyu unayempa nyumba na shamba na mali zako, yeye siku ile itakuwaje? Wewe wanadamu, na tunapumbazwa sana, hata tunafika mahali fulani, hata mawazo yetu na akili zetu zinakuwa rehani Kristo. Ayo, tuungane na Paulo mtume alipowaelekea ndugu zake wa ameenda kwa lugha ngumu jio. Ningefikiri hiki ndicho ambacho tungetafakari leo, siku zijazo, siku zetu za baadaye. Hii ni mtazamo na uhakika wa namna tujiandae kwa siku yetu ya mwisho, maandalizi yetu, kwa sababu hatujui kinachopasika. Sasa hivi kila mmoja afanye kazi, ndio Paulo mtume anakuja na wazo Msibweteke kujikalia tu, kwa sababu sasa mbona inaonekana wengine uta anaumwa ndio anikatia tamaa, sababu anaumwa anikatia tamaa, amezeeka hataki kupanda kahawa, anasema anakula nani? Eh, mbona kuna mmoja, kuna mmoja. Sasa sasa, padri wewe unahangaika sana kulima kwa ajili ya nini? Naona swali hapo, unaojiuliza hivyo Yaani unahangaika mno, padri, kwa ajili <tuhi> <tuhi> ya eh, nini padri? umekosa nini? <tuhi> Kristo mtume anatualika leo ndugu zangu, lazima tufanye nini? <tuhi> Fanye kazi, kila mmoja afanye kazi. Kila mmoja afanye kazi, usijikatie tamaa na kuwacha kufanya unayotakiwa ufanye ndani ya wakati huo Mungu amekupatia. Sasa leo niwalete faida chache za kufanya kazi. Najua mnafahamu faida chache za kufanya kazi yeah. Mtu kwa kama wengine anaweza kuwa na kufanya kazi hali faida yake nini? Hey, kuna faida yote ya kufanya kazi mnazifahamu, mojawapo, mojawapo, sasa nipate hela. Unaona, ndiyo shida yake. Yani, sio hilo, sio hiyo e, yeye anatumia kazi apate hela, hapana, ni zaidi zaidi ya hela <gustu> zaidi. Sasa niwaletee machacha Kristo. Sasa faida mojawapo kwa kufanya kwavo kazi, jua unaijenga afya yako ya mwili na roho, sio hela <gustu> hapo ni hela hapo jamani afya yako ya mwili na roho inajengeka vizuri na kwa imara, usiwe goigoi, mzembe mzembe, hadi kitokea ghafla kama ile iliyotokea ghafla ile, huko mwepesi ile <laughs> ghafla naikumbuka <laughs> huko mwepesi <laughs> asiyefanya kazi ni tatizo. Na mtu mwepesi, usiangalie umbo usiangalie mwingine mnene sana huyu hata u wa, atakupita wajembiwa <laughs> <laughs> atakupita. niona niona kwenye clip moja wamefanyisha zoezi, watu wamepanga. umri mmoja ana umri wa miaka sabini, mwingine ana umri wa miaka hamsini, mwingine arobaini, mwingine thelathini. Wameweka mti mmoja hivi halafu kamata jembea kwenye ule mti ule bembea Unaelewa, bembea kwenye ule mti, miguu inaelea juu, imesimamishwa na mikono yako, kaza mikono, bembea. Aliyeshinda wa miaka sabini. Alianza wa miaka arobaini, hoi. Wa miaka thelathini na ngapi, hoi. Miaka sitini, hoi. Aliyeshinda miaka sabini, siri yake nini? Mazoezi. Huyu amejidumisha katika mazoezi ya kazi ukiwa ukiwa dhaifu kimwili, hata kiroho takuwa dhaifu tu. Na dhambi nyingi ambazo tunazipata zingine zinatokana na wewe kuwa dhaifu kustahimili wakati wa magumu. Ndio hata tutembee hapa kwa mguu mpaka mpaka vuawa wa mguu, kama uko dhaifu, ni rahisi ukakata tamaa tama, ni mbona ukakata tamaa kimwili wa kuendelea safari kwa kamavu wote, ndio hata kiroho ni rahisi kata tamaa, yanakuja magumu Kristo rahisi, mnafahamu mnafahamu zaidi zaidi namna. Kwa hiyo kazi Bwana itakuletea afya njema ya mwili na roho. Fanya kazi uwe na afya njema ya mwili na roho <laughs> Eh? kazi kurefusha maisha, wanaofanya kazi maisha haya natauka kama hata kuishi muda mrefu, fanya kazi <laughs> usibwetege, usikae tu Eh? Kazi wale madaktari wanafahamu vizuri, wanapotuambia fanya mazoezi unajua okay. Kazi inasaidia mzunguko wa damu mwilini inaenda vizuri. aya ya kidio daktari ya soma somo hapa ila siku ya nane kabisa, kazi inasaidia mzunguko wa damu uende vizuri, mapigo ya moyo yanaenda vizuri, sio jamani, yote inaleta afya. Kazi inaondoa sonona, sonona tunaifahamu msongo wa mawazo Mfano? Yeah. Unayefanya kazi huwezi kuingia katika msongo uwezikuingiakatiamsong ukikaa kitandani unawaza wewe, unawaza wewe, hali yako mbaya <laughs> nenda nje, kama inawezekana, hata kama hakuna chombo cha pekee, chukua mfagio, anza kufagia, fagia hivyo hivyo tu, wewe fanya kazi. Hata kama hujaandua na mtu, chukua kajembe, kwetua kwetua majani, au chukua panga, katakata kuni, hata kama unahitaji unapoteza yale ambayo yanakuwa muhimu wa kupotezea akili ndani ya moyo wako eh? Kazi sasa, yes, yes. Wanasema kazi. Katika swala hilo, nasema kazi kuchelewesha uzee. Nafana naye, kazi kuchelewesha uzee, uzee <laughs> uzee si swala ya miaka. Uzee ni miaka sisi sio nyoya tatu. Kuna wengine hapa naweza kumwangalia mkikaa mnasimama pamoja kimwangalia mm, so, kati ya huyu na huyu. Utaweza kukosea. Nasema huyu, ah, huyu mzee kuliko mtapa na kiti. Kuma mezidiwa sana miaka 20 30. Mwili wako mezeeka kabla ya wakati wako. Nini? Kwa ukifuatia sana mtu mvivu huyu. Kristo. Na e, wavivu wengi wanazeeka haraka. <laughs> <laughs> Kazi uchelewesha uzee. Hata Paulo alipokuambia tufanye kazi, anamaanisha si swala la kwamba tupate uchumi tu, hata kwa ajili ya afya yako ya mwili na roho no. anaposubiria no. no. siku yako kufika wewe pia kazi na unapokufa. Nipenda padri moja ndugu, ana sifa moja ambayo mimi naikumbuka siku zote, alikuwa mtu wa kazi. Sawa jamani. <laughs> na alifia kwenye kazi, kwenye mazoezi, alikuwa hapo mazoezini. Ndugu, unakumbuka eh? yeye ni sifa nzuri sana, sifa nzuri, amefia mazoezini, hakuacha mazoezi mpaka mpaka siku ambayo unasema hasa natosha. Kazi afya ya mwili na ndugu zangu, la pili, wanasema kazi huleta heshima, ninyi mnafahamu. <laughs> E, kazi huleta heshima. Nani, utamkopesha mwenye shamba la kahawa na shamba la mahindi? hana shamba lolote utamkopesha hivi? Kama huna hujachima kahawa haukopeshi hiki. Na kwa jinsi una heshima kwenye jamii <laughs> Eh, unasikia? Umesikia? Mna, mna mashamba ya kahawa. Kama wewe jiwekee tu pale Max, kama huna kama tamaduni yetu huku mwenye shamba la kahawa anakopesheka, anaheshimika, sio jamani? Kama huna umepoteza heshima ile, wewe unajipa masi mwenyewe. Je, unalo shamba la kahawa? Na hivi kama huna, huna heshima <coughs> kazi unaleta heshima Kristo. Hata hata napenda unanisoma kitabu cha Mithali eh, sura ya ishirini na mbili amesema hilo heshima hmm? Mtu anapata heshima kwa sababu ya kazi zake. Nyerere alisema kazi ni kipimo, kipimo cha nini? Kazi ni kipimo cha utu na hukumu wa kazi. Aha, jamani, hebu tuone, wapo wengine wanaogopa kazi ngumu. Nyerere alisema kazi ni kipimo cha utu, hukumu wa kazi kipimo chake Kristo ugumu wa kazi hiyo eh, akili yake inakuzwa namna gani? unasovu tatizo hili gumu. kama kazi nyepesi nyepesi, hata talakini naanza kushuka kidogo kidogo, kiwango cha kufikiri kinashuka. kwa kazi inakupa heshima, kwayo jivunie. kama unafanya kazi ndipo nauheshimika kwenye jamii. Kristo tatu.

mioyo yetu yote imekaa sawa. Wale wapenzi wa kazi, moyo saa hizi damu zinaenda vizuri. Inachowashangaa, hamkumbuki kuja kuniambia tubarikie mbegu, badi katembelee shamba langu. Umeleta mbegu, hamjaanza kupanda. Mmeanza mmebariki sana, eh? Kwenye mavuno? Ah, yeah. Sasa ndio mnao kuchanganya. Kwenye mavuno ni shukrani ya mavuno. Tunabariki mavuno yetu. Hatuchanganyi kubariki mbegu ha -ha. <laughs> <laughs> wakati wa mavuno. Ah ah. Sasa hizi wakati huu mwezi wa 11 huu ndio wakati wa kubariki mbegu. Hapo ndio mnaanza kazi. Yesu. <laughs> Kwa <Tuoma> mabadilisho ratiba mabadilisheni, <laughs> ili kusudi muende vizuri na na habari za baraka za Mungu. Kazi huondoa maskini. Uongo, kweli. Anasema mimi maskini, huyu ni mvivu. Yeyote yule ambaye kwenye fikira yake, jamani, ogopa kujiita maskini, ogopa sana. Kama unaweza kuja jambo la kuogopa sana, maisha ni mwako mojawapo la kujiita maskini mbele ya watu ni aibu, ni fedhea. Maskini bora ujipamua Unakuta mtu ana ana mahangaiko, umpe umpe hata soda, mwambie anyu hata kama unakopa. Bwana nimeleta soda kwa jamaa. Hebu anyu soda. Unapata heshima. Masikini hapana. Kazi bondoa nini? Yeyote anayefanya kazi, umaskini pake haupo. Kama weko, wako, unainja, amara, famara, wewe kwa kwako unanishaa mara kwa mara, wewe ni mvivu. Yesu. Kazi <laughs> bondoa <laughs> maskini. Ngaja dawa dawa maskini Ziko dawa mbili za umaskini du zake ziko mbili. Umaskini ukitaka uondoke kwako, jambo la kwanza una uhusiano na Mungu, umtegemee Mungu. La pili tunasema mungu na mbio, mungu na mbio ee, ufanye kazi. Oyo dawa ya umaskini uondoa maskini, Mungu atangulie akufanye nini, kazi tano ili sasa niwize swali. Katika namba tano hii niende kwa swali. Nani ana marafiki wengi kati ya watu hawa wawili, masikini na tajiri? <laughs> Nani ana marafiki wengi, mwenye uwezo wake uwezo. <laughs> Na asiye na uwezo. Wale waliosema maskini ndio na marafiki wengi hao, ni wavivu wa kazi <laughs> <laughs> wavivu, hata misiba. Msiba wa tajiri utaona wanaokusanyika, na msiba wa masikini wewe msiba wako bonika unajikana na hela huna. Nani na, aje kufanya nini? Wakija wakija kuzika wakizika wanaondoka haraka haraka wao sema utakula nini hapo. <coughs> Lakini watu ajili, wiki nzima mpaka mwezi. Na mziki utapigwa. Wewe <coughs> msiba maskini una nini? Nani? Nani? Tutakuja kumaliza wajibu wetu kukuzikia ndugu yako, si mtoto wako, siwe mwenyewe. Kisha hapo kila mmoja anachomoka, anaenda anaenda anaenda. Yaani kama mimi akutokea kitu. Uongo kweli. Lakini kwa, kwa tajiri yeah. <laughs> Kazi ukifanya uwe na marafiki wengi. Vivu unaweka kijiweni kwa ajili ya kunywa master muda wote unaandika una, na master yaani, na hawa ndio wanakufa mapema. Wanakufa mapema sababu mwili wako unaelemewa una na vinywaji vikali vikali Hadyo, namna kutoa hata jasho alitoka. Nakupa mapema. Sasa ya mwisho kabisa ili mtaniwia radhi, ni sema mambo leo. Mambo leo. Sasa, kwa mtu mwingine. Kazi kuondoa ukoloni mambo leo. Nimesemaje? Ukoloni mambo leo. Ukoloni mambo leo. Ni upi huo? Sasa hii nisendelee kwa pointi. Tunavyoendelea kuishi namna tunavyoendelea kuishi, watu wengi wanapenda kupewa kupewa, wetu wa maisha. Sasa kila mmoja anapenda kupewa kupewa, waimbaji wanaimba heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ukweli ni kinyume chake, ukweli ni kinyume chake Kristo. Amen. Yeah. Mimi nawapenda makanisa yangu, sasa tumeshaanza kwenda vizuri. Sasa ukimwona padi padi kaini mtu soda, unakunywa soda au una unakunywa maji au unakunywa nani? Basi. <laughs> <laughs> <laughs> Zamani ilikuwa akitokea padi katika sadio nimekuona wewe, ndio ndio baba, ndio baba hakuwi. Ndio lugha ya mtoto kwa baba? Hakuwi. <inaudible> nikupewa tu, nikupewa, nikupewa. Mimi na madhara, ni ukoni mambo leo. Baba ndio mtumwa. Mvivu utakuwa mtumwa. Tumomba radhi kwa sababu hata nyakati hizi za kwetu maisha yanaweza kusumbua, yanatusumbua ya kwa sababu wengi wanapenda vitu ya shororo shororo, kupewa kupewa, anaacha kufanya kazi. Kristo, wengi tunapenda hiyo: kupewa, kupewa tu, kupewa kupewa, kupewa, kupewa. Ndio tunachotaka, ndio maana maisha yanakuwa magumu kulipa kwa hadhi yangu, kwa hadhi yangu unilipe shilingi 200, hadhi yangu. Na kama sina atapokea akasema asante kwa hadhi yangu. Niletee sema bwana, eh, kesho kutwa e, kuna uchaguzi uje uje kunichague mimi, nakupa chumvi. Kapea kitu na chumvi kwa hadhi yangu. Na kama mimi masikini ni mvivu basi nitapokea nisema asante. Na ikawa unataka kuja kunihonga mimi kwa lolote ile, ujipange vizuri. Barefu. <laughs> Yesu. Ujipange. Kuna mmoja aliali. Alisambia gari nikampa. Ali, mimi nikamjua jua nampa na lift. Yale fiki yangu labda daladala. Nimefika mwisho wa kituo anaitolea 500. Mia tano. <laughs> Hali yangu na nina gari 500. <laughs> Mafuta imeka kiasi gani? Hebu niambie mafuta imeka kiasi kwenye gari. Anaenda 500. Nikasema huu ni aibu. <laughs> Huu ni aibu. Kama ningekuwa ni tendo lako la shukrani kwa kukusaidia kukupa lift mpaka hapo ulipofika, ungenipa 10,000 ningekuelewa. Ingawa kwenye bodaboda shilingi 1000. Ukikodi bodaboda shilingi ngapi? Elfu moja kutoka hapa mpaka mpaka mpaka mpaka mpaka, lakini kama utapenda kunishukuru mimi kwa kukutoa wewe hapa kupeleka kwa, usinipe mia tano elfu moja, hata siku moja nipe elfu kumi. Hii ni asante, sio malipo eti. Na sisi wengi tunaingia kwenye mtego mbaya kwa sababu ya uvivu. Ndio maana tunapenda hiyo dogo dogo hivi Tunakupa na gudana ya kidogo vipi? Sijui chumvi, sijui kofia, sijui shati, sijui kitenge <laughs> ya nini? Vinatutesa, vinatutesa. Utakumulia pombe tu, umemaliza kazi, umeisha kwako, unalizika pombe tu. Ndugu zangu, ni halali? Ni ukoloni, mambo leo. Tumeshakuwa watumwa mno, kwa sababu ya uvivu, na haya ndio ambayo e, tunapoelekea. Yani kama mtu amejikatia tamaa, yani hana cha pekee mbele ya maisha yake, ukurasa wake umefungwa na hivi cha kufanya hakipo, anasubiri kufa. Sio jamani? Anasubiri nini? Kufa. Ndio maana huyu anasubiri kufa, ndio mtazamo wake. Basi kile kitu mbele yake ndio hicho, anasubiri kufa. Mimi <laughs> ni waombe ni waombe eh Tunapomaliza kipindi hiki cha kwanza na Jumapili ijayo Kristo Mfalme tunamaliza tunafunga ukurasa wa kilitujia chetu. Basi tunachofuata tunajipanga hata mambo ya kiroho safari mpya na safari nyingine mpya. Tuangaikie mambo yetu ya kimwili na kiroho. Ndio, jamani. Eh, uvivu vivu hapa hapana. Ndio, ndio kwaya. Hii ni kazi ya. Tukisema mlienda mlienda nani? Mlienda. Safari hiyo mpemba mliva, mbona leo mjanga? Kama mko wavivu watumwa mna koroni, mambo leo mtapenda. Mimi tuwachangie sare ya kwaya tena kiwezekana, tengenezeni mazingira muwe na sare nyingi nyingi. Hakuna kuchangisha mtu, kila mmoja atafute hela nunue sare ile husika ili msukumane kufanya kazi. Msiwe omba omba. Umenisikia? Msiwe omba omba. Sisi wote tunaweza kuungana kufanya jambo la pamoja kwa kuchanga huyu kidogo kidogo kwa ajili ya kufanya jambo limoja. Sio kumchangia mtu. Eh, ni utumwa. Tumeelewana? Ndio. Tumeelewana vizuri? Ndio. Kristo? Mwaliko wetu leo mimi niwaletea. Mwaliko wetu leo jamani, tunapohitimisha upande mmoja wa safari yetu ya kiroho na tafakari ya maandiko matakatifu na tunapohimizwa juu ya siku ya kiyama eh, tujue ni mwanzo wa kazi nyingine kazi moja anzishe nyingine na sisi tudumu katika kufanya kazi tuache hali ile ya kukaa kubweteka na kuanza kusubiri vile vya vinavyotuingiza kwenye utumwa na kama mpaka sasa nimeiwa ni utumwa huo, kwa sababu ya uvivu wetu uvivu wetu. Tumwombe Mungu atusaidie, ili tuweze kusafiri vyema eh, hata kiroho eh, tujipe afya ya mwili na roho kwa kufanya kazi. Niwatakie mwendelezo mwema ibada hii takatifu, na hivi basi tuongozwe na mawazo yetu tuwasikia katika maandiko, ili daima tuwe na furaha katika kumtumikia Mungu, na kumtumikia Mungu ni kazi